Taasisi ya kukuza vipaji vya sanaa Home of the Home World, world, inakuja na Kulikoni Comedy Search. <laughs> Kulikoni. Hapa tunatafuta vijana wanaojua kufanya stand up comedy pamoja na kuigiza comedy za majukwani, yani stage play. Basi kama wewe ni kijana na unaamini una uwezo wa kufanya comedy, jitokeze kwenye usaili. Ratiba iko hivi: Kigamboni tarehe 23 mwezi wa tano, Magengeni Visiwani Kijuso kijusoba Temeke tarehe 25, shule ya msingi Keko Ilalae tukutane Ukonga Mombasa tarehe 27, Charles Lounge Ubungo tarehe 29 goba kwa ndambi kiarano pa kinondoni tarehe moja mwezi wa sita mwananyamala a ccm mwinjuma fika kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa nane mchana usikose kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0718889982 mradi huu unadhaminiwa na mpango wa ruzuku wa feel free na nafasi art space kwa msaada wa ubalozi wa uswizi nchini tanzania na ubalozi wa norway dar es salaam